Some of you mnakonisikiliza, kuna mtu ameambatana na wewe kwenye safari yako ya wokovu, kwenye safari yako ya mafanikio, ila mtu huyo ndiyo ametumika kama pazia. Kuna mtu ndani yako unasema, bila fulani maisha yangu yasingekuwa hivi, bila fulani mimi nisingekuwa hapa. Huyo mtu mwingine ndiye aliyekuingiza kwenye madeni mlivyotoka, hakuonyesha ubaya, ila alikutengenezea mazingira, akakuweka kwenye kona. Sasa hivi umeencounter madeni yasiyolipika, benki zinakudai. Kuna mtu mwingine unasema, mimi bila fulani nisingemjua fulani. Wengine mko kwa nisani mnanisikiliza, mahusiano ulionayo uliounganishwa na mkaka na dada fulani, akakwambia kuna mkaka fulani amekuona, yuko Tabora, yuko Dar, yuko Iringa, yule kaka akakutenda. Wengine paka unamlaumu ndugu, ndugu zako wa karibu, unasema bila ndugu yangu fulani mimi nisingeishi maisha haya kuna watu mmeambatana nao katika macho ya damu na nyama. Kuna watu ni, ni watu mnakula nao ni watu mnacheka nao ni watu mnaongea nao, kumbe kwenye ulimwengu wa kiroho ni pazia. Pazia lina kazi mbili, namba moja lina kukinga usionekane. Kuna watu mko nao ni mapazia, wamekufanya hata biashara yako haionekani. Mwingine mpaka leo unashindwa kuolewa kwa sababu huyo kaka aliyekung'ang'ania ni pazia, na kumwacha uwezi Ndiyo, pazia lako limekaa hapo miaka nenda rudi, anakupiga, anakutukana, anafanya vitimbi vyote, na anakuambia kabisa, wewe huna uwezo wa kuniacha mimi. Wewe anakuambia uendi we popote, wewe uendi we popote. Anakuacha mwezi wa kwanza, anarudi mwezi wa nne, vipi, unaendeleaje? Na hauna uwezo wa kumkataa, anaondoka, anakutenda na wengine mliokopa huyo m, kwenye hayo mahusiano ameshachukua sana hela zako, amekutia sana kwenye madeni, amekutia sana kwenye kesi, ila ndo umengangania hapo. Nilijua, nilijua utanyamaza. When you come to church, unapokuja nyumbani mwa Bwana, sauti ya Roho Mtakatifu huwa inavuvia neno lake kwa ajili ya kukufungua na kukuponya, na leo ukafunguliwa katika jina la Yesu.